Karibu kwenye msururu wetu wa video wa SD4Africa. Kila kadi ni maktaba ndogo ya sauti, na leo tutazungumzia kuhusu njia bora za kuzisambaza na kuzitumia katika jamii yako. Kwanza ni vyema kufanya kazi na vikundi. Kama vile, vyama vya wanawake, vikundi vya kujisaidia, au vilabu vya afya ni jukwaa zuri la kusambaza kadi hizo. Himizo la pili ni kushiriki na kusikiliza kwa vikundi. Kadi moja inaweza kuchezwa kwenye kipaza sauti au kupitishwa kutoka kwa mwanamke mmoja hadi mwingine. Kwa njia hii, kadi moja inanufaisha watu wengi zaidi. Tatu, jaribu kujadiliana baada ya kusikiliza. Wanawake wanapozungumza kuhusu walichosikia, huelewa vyema na huweza kusaidiana katika kukitekeleza kwa vitendo. Pia husaidia kueleza thamani ya kadi. Waambie washiriki kwamba ni kama maktaba ndogo ya sauti. Wanaweza kuiweka salama na kuirudisha wakati wowote wanapohitaji. Mwishowe, sikiliza maoni kila wakati. Waulize wanawake walichopenda, walichojifunza, na nini kingine wangependa kujua. Hii inafanya mradi kuwa na nguvu na wa muhimu zaidi. Kumbuka: kadi za microSD sio vipande vya plastiki tu. Vinapojazwa na mafunzo sahihi, husaidia wanawake, familia, na jamii nzima kwa ujumla.